Huyu ni mgombea ubunge jimbo la Kigoma Kaskazini Kiza Mayeye kupitia ACT Wazalendo, ambaye amejitokeza mbele ya waandishi wa habari katika ofisi za chama hicho ngazi ya mkoa kuweka bayana kila kinachomsibu kuhusu suala zima la mchakato wa uchaguzi unavyoendelea. Sasa ni takribani wiki mbili, wapo watu wanapita nyumba kwa nyumba wakijitambulisha kwamba ni makada wa chama cha CCM wametumwa na viongozi wa CCM, na wengine wakienda mbali zaidi wakisema wametumwa na serikali kupita kuandikisha viparata vya wananchi, kwa kuandika namba za viparata, kuchukua namba za simu na majina yao. Na wengine wamekwenda mbali zaidi waki, wakichukua mpaka viparata vya wanachama wakidai kwamba wameagizwa sasa, ndugu wanahabari, tumeona hili sio la kukalia kimya. Sisi kama polisi tumefungua jalada la uchunguzi ili kufuatia taarifa hizo, lakini tu nitoe wito kwa wananchi kununua au kuchukua kuchuku, kikadi ya mpiga kura ambayo sio yako ni kosa, na kwa mujibu wa sheria ya namba moja ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka 2024 kifungu namba 114 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu namba 119 kifungu kidogo cha pili ni kosa kisheria. Sasa hivi tunapata tunafanya uchunguzi, kwa maana ya kwamba tunakusanya ushahidi, kwa sababu kama kuna kitambulisho kimechukua kwa mtu, tutapata maelezo ya wale watu ambao tunadhani labda taarifa zilivyo kwamba kwamba wamechukuliwa vitambulisho vyao na kwa nini Hata hivyo kamanda wa polisi hakuwa wazi kuainisha ni akina nani wameitwa kwa mahojiano wala idadi ya wanaochunguzwa hadi sasa, kutokana na anachokidai ni sababu za kiupelelezi. Jacob Ruvilo, Azam News, Kigoma.